naitwa Elfa Simbiara Mwami. Mimi mkaji hapo hivi Manyonji. Na mambo yenyewe tumefanyia leo hata si hatujefurahi hata kidogo. Wenzetu tulikuwa tunatoka nyumbani kuja kupiga kura. Tukidhani ni kura ya amani. Kumbe ilikuwa kura ya vita. Tafadhali tunaomba serikali kama serikali iko karibu, iangalie hii mambo kabisa. Hawa vijana wanafaa bunduki, kuna wale hata wanakuja na, na mampini, si hatuwajui mpaka mwenye kiongozi mwenye amefalia, lakini tunamjua, awachane na hii kura. ni ya Malava hii kura, yuko Mmiasi. Akipenda tu. Hata rais Panyako akisikia. Tafadhali awachane na hii kura. Rashid Jessa. Rashid Jessa ndiye amekua na watu, na sisi tulikuwa tunaenda kupiga kura siatukuana mambo na vita. Sisi tunapenda amani hata huku hivi. Mimi majina ni Sylvester Majengo Mchiti. Nilikuwa natoka polling station kupiga kura nimeshapika kitoko, nimeona msafara ya magari ambaye kidogo kuuliza, hata ah, na hii ni kani ikapata ni mheshimiwa na pina bwera alikuja na magari mbili, e, akiwa na ndani ni. Sasa mimi tu niliona mabunduki hiyo, naamini ni maskari ndio alikuwa na mabunduki. Yeye mwenyewe pia alikuwa na bunduki, amevaa jacket, lakini bunduki iko ndani. Ah, mazgaro alikuwa nao, mmoja alikuwa na pisto iko hapa na jacket kubwa, bunduki kubwa ndani. Sasa kitoko za ile tuko kwa barabara pale. Tumeona msafara mwingine inafika. Kumbe ilikuwa ya mheshimiwa Eugene Wamalwa. Sasa kufika kauliza watu wamechaa hapa ni nini inafanyika. Anaambia kuna mheshimiwa na pia amekuwa hapa na vile hao nao waliona wakapendua magari yao wakapeleka kwa poma mwingine pale hivi. Sasa katika era la kadri watu wao ni kawaida watu wakikutana wawili lazima itakuwa pale na rabsa kujua ni nini inafanyika juu, hii ni mrengo ingine, na hii ni mrengo ingine. Yeah, harakati, nini nini, kumbe ni kama upande mmoja ilitafuta support ambapo, mimi kulingana na mimi, naweza sema ni nani alitafuta support ya kuondoa magari yake mahali alikuwa ameingiza, juu watu walikuja, walikuwa ni kikundi kubwa ya magari mingi sana magari more than 10 na wamekuja na mampini na mapunduki. Sasa na mipini, Eugene Wamalwa walikuwa wamesimama kwa barabara au walisuka tu na kuanza kupiga watu nini, na mtu mmoja tulim spot huyo, ni jamaa ya kutoka mumiasi huko, ndiye alikuwa na hiyo kuni yenye iliguja na kufamia iyo. Hii gari yenye inaungua ni ya Mheshimiwa Eugene Wamalwa, wakapikapika marisasi juu nini, watu wenye ligoko watoroa sasa. Tumeokopa si punduki tunaokopa.